Tumalize na haya mtazamaji. Mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Univision Reverend Augustus Munuve amewahakikishia wanachama kuwa chama hicho kiko na uongozi bora na thabiti kufuatia kukamilika kwa uchaguzi wa wajumbe uliokamilika tarehe 29 mwezi Novemba mwaka huu. Mwenyekiti huyo amesema kuwa uchaguzi huo uliendeshwa kwa amani na uwazi katika vituo mbalimbali na ukatoa kikosi kipya cha wajumbe watakao wawakilisha wa wanachama katika usimamizi wa chama hicho. Amesisitiza kuwa wajumbe hao wataimarisha mawasiliano, uwajibikaji na kuondoa changamoto ambazo zimekuwa zikiathiri chama hicho kwa muda mrefu. Na tukamalizia 29. Nataka kushukuru Mungu manake ulikuwa uliendelea vizuri sana, hakukuwa na matatizo every unit, na kwa wakati huu tuna tuko na 164 delegates in place. Tutakutana nao kwa mashinani na other trainings zitaanza siweze kuendelea. Nataka kushukuru wale wote waliohusika kwa huu mpango manake uliendelea vizuri Walimu, members walihusika vizuri, all the members wale walisaidia, wali kwa waziri na watu wake, ikiendelea vizuri. Board of directors walihusika na all the stakeholders walisaidia sana, na nauliza members, tusaidiane, manake mpango ni mpya, ili tukienda kuweka in place, ukaweza kufaulu. Tunashukuru, manake huu mpango utatusaidia sana. Wakati ule mwingine kulikuwa na ngumu, tukao tunakutana na members wengi na wengi hawakupata nafasi hata ya kuleta idea osa, lakini sasa manake, hawa tutakuwa tukutana wachache, watakuwa wanaenda kusikiliza mipango ile members wanataka na wanaleta hiyo mipango kwa mkutano. So watu tunaamini tuna, tuna sako itasonga mbele na mipango ina sako ku itaendelea kupanuka.